Hapa kwa majina anaitwa Nyangi Migoko ni mwenyekiti wa, mwenye wa kamati ya shule ya msingi Sabasaba. Tuko hapa kwa ajili ya kupokea zawadi ambayo ndugu yetu ametuletea, ndugu Chacha Soya ariki kwa kupitia mwenyekiti wetu wa mtaa. Kwa hiyo napenda kuwakaribisha sana kwa kushuhudia tendo hii lifanyika sasa hivi hapa. Napenda kukuasa kwamba kwa kipindi kifupi, mtu waingia madarakani umeleta mafanikio makubwa sana katika shule hii na sio shule tu, hata ndani ya mtaa huu umebadilisha sehemu kubwa sana, hata huko mitaa inayopita. Ni kwamba mwenyekiti wa Sabasaba anafanya maendeleo makubwa sana na majaribu kuunganisha viongozi waliozunguka mtaa huu na ndugu na wawekezaji wote waliozunguka ndani ya mtaa huu. Nakushukuru sana ni <coughs> Hapa leo ndio tumekesha mkurugenzi wetu tutasoya kwa kabidhi madawati haya. Mwenyekiti wa mtaa huu Ndugu Sabato alitufikia na akatuletea idadi ya madawati yanahitaji kwa mdogo alipoweza wanafunzi shuleni hapa na sisi hatukurudi nyuma. Kama kampuni mkurugenzi wetu alipitisha na akasema kwa sababu sisi tunaenda na jamii kwanza. Kwa hiyo tukachukua ombi lake na leo hii tukalifanyia kazi, matokeo yake tumetimiza. Siku ya leo tunakabidhi madawati matano ambayo Mheshimiwa Sabato, mwenyekiti wa mtaa wa Sabasaba, aliomba, na sisi tukamsikiliza, tumetekeleza eta kabisa. Kwa sababu gani? Tunahitaji jamii yetu yote iweze kupata kile kinachostahili. Maana yake kuna watoto walikuwa nyumbani, wapate elimu, mwenyekiti huyu akawaleta shuleni kwa bibi zake. Lakini pia alifika shuleni akagundua kwamba kuna upungufu wa madawati, akafikiri akaona kwamba kampuni ya Soya One Limited ndio kampuni ya kukimbilia, akatukimbilia tu na sisi tukampokea, tukampokea atkake tukamkubalia na tumetimiza kabizi, ni kusudi watoto wetu hawa waendelee kuishi sehemu salama na nzuri kwa kupata elimu iliyo stahiki. Kwa siku ya leo 22 akabidhi rasmi kwa mwenyekiti na kuzidi kuhitaji totote kile, karibu kwetu kwa sababu ya jamii yetu sisi, tunana kauli ya jamii kwanza timiza sisi popote pale kwenye jamii tutafika. hiyo ko tunahitaji kumsapoti Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha elimu ya Tanzania inafika mahala pake, lakini pia jamii yetu inaweza kufika ndoto zake. kwa sababu tuchajario kidogo, tutashia na jamii iiyote kusapoti serikali ya awamu ya sita, lakini pia ni kuisapoti jamii yetu ya Tarime mjini, lakini pia Tanzania kwa ujumla. Asante watoto, watujambo <totu> Wangapi wananifahamu? Oh, watoto, watoto, wale watoto ambao tuliwasaidia wale kumi na nane tuliowaleta shuleni wako wapi? Wanyosha mikono. Mpo? E, wananyosha nyosha. Wanasoma? Asante sana. Walimu pamoja na wanafunzi wa Shule ya Msingi Sabasaba kwa majina mimi naitwa Sabato Amos Marwa, ni mwenyekiti wa mtaa Saba, Sabasaba ambaye siku ya leo nimeambatana na viongozi wangu wachama, wa chama wazee wa mtaa lakini pia na wajumbe wangu wa serikali ya mtaa kwa ajili ya kukabidhi madawati matano ambayo tuliweza kuyapata kwa ndugu yetu Chacha Soya. Historia ya madawati haya ilitokana baada ya uongozi wa mtaa kupitia mimi kubaini baadhi ya watoto ambao walikuwa nani mitaani kule watoto kumi na nane ambao tuliweza tukawaleta hapa shuleni kwao. Tulivyokuja tulikuta wanakaa wengi kwenye madarasa lakini vilevile vile kupitia serikali yetu ya Mama Samia ili, iliweza kuhamasisha wazazi na jamii kuwaleta wanafunzi shuleni pasipo changamoto yoyote wapokelewe kwa hiyo kupitia kauli hiyo hasa kwa mkuu wetu wa wilaya, ilipelekea wazazi kuhamasika. Kwa hiyo ukawepo na mwitikio mkubwa sana wa wanafunzi kwenye shule zetu. Kwa hiyo baada ya mwitikio huo, licha ya kwamba tunatambua serikali inapambana sana kujenga madarasa, imekuwa ikijipambanua kuweka vifaa vya elimu, kuajiri watumishi, lakini sisi kama jamii na sisi tukaona kuna namna bora sasa ya kushirikisha jamii iweze kutatua basi changamoto hii ya madawati na si tu kwamba tumeanza, tuna mpango mkubwa sana na nipitie kusema ya kwamba siku ya leo kama uongozi wa mtaa tuna tumeshaandika barua kuomba wadau mbalimbali mashirika, na nitumie siku ya leo kutamka ya kwamba tumepata mfadhili ambaye amejitolea kujenga vibanda kuzunguka shule yetu ya Sabasaba. Ameona kwamba kwa hiyo ni wajibu wa serikali sasa kukaa na mdau huyo ambaye ana shirika lake, wampe mpango kazi na mkataba, basi waone ni namna gani basi tunazungusha vibanda kwenye shule yetu. Lakini Mwafanika. Lakini ndugu zangu, nitumie nafasi hii kuasa baadhi ya viongozi. Haya tunayoyafanya si kwamba tunayafanya kwa kujifurahisha sisi tumepewa dhamana ya kuisaidia jamii katika watu ambao wanaisaidia jamii, wanakutana na changamoto mbalimbali, hasa mbali za kisiasa, na kumekuwepo na maneno mengi, na nitumia nafasi hii niseme, nimeshafatwa na wadau, nimeshafatwa na chama, nimeshafatwa na wazee, hasa mkitambua huu ni mwaka wa uchaguzi, kwamba nigombee udiwani wa kata Sabasaba. Siogopi, siogopi nafasi. Siogopi nafasi ya udiwani, muda utakapofika nitajipima , lakini hii haiwezi kunikatisha tamaa kuendelea kupambana. Nimeona ili niliweke wazi kwa sababu kuna kunakuwa na maneno kila ninachokifanya watu wana wanaisi, na uhakika kwamba unaweza ukawa hata barozi ukawa mjumbe wa mtaa ukawa mwenyekiti ukafanya mambo makubwa kuliko hata baadhi ya viongozi wakubwa. Kwa hiyo mimi niseme ya kwamba nimejizatiti, nimejipanga kuendelea kuisaidia jamii yetu ya Sabasaba na hasa kwa Tarime kwa ujumbe. Mwisho sasa, wiki mbili zijazo, tutakuwa tukikabidhi tena kwenye shule zetu vifaa vya usafi kupitia kwa ndugu yetu Mara Online. Tunatambua watoto wetu, tunatambua walimu, kuna mazingira hatarishi wanayafanya kwa ajili ya kusafisha mazingira yetu, hawana vifaa. Tutatoa dawa za sabuni, za chooni, tutatoa gloves, tutatoa mifagio kwa hiyo tuko kwenye mipango na hatua mbalimbali, lakini vilevile vile, kuna watu wapo wako mbali huko wanasema watafika hapa shuleni na tutawaleta waweze kujionea mazingira, waone ni namna gani wanaweza wakaisaidia jamii yetu. Baada ya kusema hayo, ni washukuru sana na Mungu aweze kuwabariki. Shukuru mwenyekiti wa mtaa wangu, mimi ni mjumbe katika serikali yake, ninampongeza sana kwa hatua ambazo anazichukua katika kuboresha zote sekta zote katika jamii yetu ya mtaa wetu. Vile vile nimshukuru kwa jinsi ambavyo anajitoa kutafuta wadau wa maendeleo ili waweze kusaidia mtaa wetu kwa ujumla katika maendeleo ya sekta mbalimbali zote. Leo hii tunashuhudia eh, tukikabidhi madawati haya matano ambayo tumepewa na mdau wetu wa maendeleo. Tunamshukuru sana mdau wetu wa maendeleo kwa jitihada zake alizozifanya kuleta madawati haya, na kadiri jinsi ambavyo mwenyekiti amezungumza kwamba anaendelea kufanya jitihada za kutafuta wadau wengine, nafasi hii sisi kama wajumbe wake tutamtia nguvu, tutamshauri, tutampa ushauri na ushirikiano ili kusudi tuweze kuhakikisha kwamba yale anayoyawaza, yale ambayo tunayapanga yanaweza kutekelezeka kwa namna moja au nyingine, kwa kila hali zote ambazo tutapata uwezo huo wa kuyatekeleza. Sasa niseme kwamba huu ni mwanzo tu, kwa sababu tuna miezi michache ambayo tuko katika madaraka haya, lakini ninaamini kwamba tutakapokuwa tumemaliza hata mwaka tutayaona mabadiliko makubwa katika mtaa wetu. Naamini kwamba kwa uweza wa Mungu na jitihada za wadau ambao wako tayari kutusaidia kwenye mtaa wetu, tutaweza kubadilisha mtaa huu uwe mtaa wa namna ya pekee kabisa na, na uwe mfano, kwa sababu mtaa huu uko kwenye makao makuu yetu ya chama. Kwa hiyo lazima tujionyeshe, kuonyesha kwamba tunakuwa mfano katika mitaa yote. Na mwisho nichukue nafasi hii kuwashukuru walimu wetu ambao nao wanajitahidi kuwaweka watoto wetu hawa sawa. Naona wanapendeza watoto wetu, wanapendeza kwa usafi, kwa usafi usafi ni wasasi wa na nadhani sasa, hata kwa jinsi mwonekano wao ulivyo kwa nje, nadhani hata kimasomo, ki, ki wanajitahidi. Kwa hiyo niwatie ni moyo walimu wetu, waendelee kutia bidii katika masomo ili watoto wetu wawe wanafaulu kwa ufaulu. Baada ya kuyasema hayo, asante sana, nashukuru sana watoto wetu na walimu wetu. Sasa kwa hiyo ninaimani kwamba tutaendelea pamoja na mtaa wetu na viongozi weze tanyisha zaidi. Kutokana na afya yangu sabauuzungumz hata sauti yenyewe inatoka kwa kusuasua. Naombeni wote kila raheli na, na afya njema. Mwenyekiti wetu anajitahidi kunufaisha shule hizi kwa jitihada zake za kutafuta wafadhili ili waweze kuchangia chochote kile wanachokipata. Sisi kama wananchi na wazazi tunampa hiyo hizo pongezi kutokana na mambo yake anayoyafanya kutekeleza azma yake ya kufanya mtaa huu uonekane na usalama. Inabidi tumpe mkono wa pongezi na kumsaidia kwa kila jambo, na hususan katika shule hizi za msingi. Amejaribu kupeleka nguvu zake na kutafuta wadau mbalimbali kuweza kuwasaidia. Kwa hilo inabidi tumpe pongezi zake. Jambo la pili, tunampongeza huyu mfadhili aliyejitolea. Ni kitu kikubwa alichokifanya. Ameshazungumza, amemaliza kila kitu, ila niseme tu, nashukuru sana mwenyekiti pamoja na wajumbe <coughs> wako pamoja na serikali chama kwa kuwa mmetuona Sabasaba saba. tuna mapungufu mengi, kwa hiki kidogo tunasema ni kikubwa sana, kwa sababu tumepunguza idadi ya watoto wanaokaa chini. Uendelee kuwa na moyo Uendelee kutafuta wafadhili ili tuende sawa katika kufikia malengo ya elimu. Sina mengi, asanteni.